Yesu asifiwe. Najua kwa rehema za Mungu naona tumeweza kuamka tena, jina la Bwana libarikiwe. E, huwa inakuwa binadamu mara nyingi huwa tumeona ni kawaida kuamka, ni kawaida japokuwa hatujawahi ku jua vingine na kufikiria jinsi ilivyokuwa ngumu na jinsi ambavyo ni pambano kuu la kutisha kuutetea uhai, na watu wanatetea uhai mpaka unashangaa, lakini haitawezekana. Huu ni muujiza tu ambao Mungu huwa anatupatia sisi, lakini usiju kasahau kuhesabu kile Mungu alichokufanyia kulala wengi wa wanalala, lakini kuamka, mm, ni huruma za Bwana. Jamani, nichukue nafasi ya pekee siku ya leo, nikiwa mejaa moyo wa shukrani na moyo wa furaha, kuona tena tumefika katika masaa matakatifu ambapo Daudi anasema nilifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana, ambayo ni furaha sana. Nyumbani kwa Bwana kuna uzima, nyumbani kwa Bwana kuna tumaini, nyumbani kwa Bwana kuna amani, nyumbani kwa Bwana kuna kuponya majeraha, nyumbani kwa Bwana kuna kila kitu kilicho chema. Leo ni siku ya pekee ambayo tunakutana na Mungu wetu tena kwa pamoja. Jamani, kila mmoja anapokuwa akiingia kwa ibada mahali atakapokuwa amepangiwa mwambie Mungu asante kwa kunichagua leo kufika siku hii. Asubuhi ya leo tunaendelea na somo letu kwa tukiendelea nalo ambalo lilikuwa limejengwa katika vitabu viwili, Mwanzo na kitabu cha Wafalme. Kati ya kitabu cha Mwanzo tulikutana na ndege ambaye nimekuwa nikimzungumzia kunguru, na katika kitabu cha Wafalme tukakutana tena kunguru huyo huyo Kunguru wa kitabu cha mwanzo jamani, kwa wale ambao labda atukuwepo, leo tumekuja, kunguru wa kitabu cha mwanzo, kwa kweli, kama Nuhu angelifufuliwa kumzungumza kumzungumza kunguru wa kitabu cha mwanzo ungeshangaa, hangeruhusiwa kuingia, wala hangeruhusiwa kuonekana kwa sababu ya yale aliyoyafanya. Lakini bahati nzuri atokee Eliya, hajazungumzi juu ya kunguru, jamani, hakuna mtu ambaye angeacha kuchukua kunguru aweze kumfanya ndiye ndege pekee na ndege bora na ndege mwadilifu. Hawa ndege wawili wanatupatia picha ya mimi na wewe kujua jambo hili, haijalishi jana ili kuweje. Jamani, asubuhi ya leo tunapokuwa katika tafakari fupi Hawa ndege wawili, haijalishi haijalishi jana ilikuwaje. Mm -mm. Kinachojaribu kuzungumzwa na wote tuweze kukumbuka jambo moja la pekee ni hiki, ulivyoanza safari. Sisi haituhusu maisha ya jana, sisi hayatuhusu. Ukweli wa mambo yako, mbingu zinahitaji kuweza kupata tathmini ya pekee kwako. Ulianzaje safari? Asante. Lakini jambo linalosubiriwa, ulimalizeje safari? Jamani, ulimalizaje safari? Hilo ndilo swali la pekee ambalo kila mmoja unatakiwa uweze kuligombania asubuhi ya leo. Sisi leo, ashukuriwe Yesu Kristo alikufa kutupatia ubora. Mbona hatutaki kutumia nafasi hii ya ubora aliyotupatia Yesu ili tuendelee kuwa watu wema? Mbona kuna uwezekano, zile tabia mbaya za jana, achana nazo. Inuka leo baba, inuka leo mama, inuka leo badilisha maisha yako leo. Inawezekana wewe ambaye ilionekana hufai. Inawezekana akina mama, inawezekana kuwa mama bora, kwa mama mcha Mungu Mungu, kwa mama mwadilifu, kwa mama mwaminifu, kwa mama mpenda wake, kwa mama wa kutegemewa nyumbani. Akina mama, inawezekana bwana, usiogope. Akina baba, inawezekana, inawezekana ukawa baba bora, ukawa baba mkarimu, ukawa baba mwaminifu, ukawa baba mkweli, ukawa kutumainiwa. Jana niliwambia hakuna jambo gumu kama kujenga jina jina jina. Leo kunguru anasikika. Alifanya mambo. Unafanya mambo gani? Ukiona unakumbukwa, kuna jambo lilifanyika. Hatuwezi tukasema tu hivi hivi tunaanza kutoka from nowhere, haiwezekani. Kuna kazi iliyofanyika na wewe kuna kazi unatakiwa uifanye. Na kazi ya pekee ni kujisalimisha miguuni pa Yesu Kristo. Roho Mtakatifu yuko tayari kuweza kukutumia, yupo tayari kuweza kukusaidia, yupo tayari kuweza kukutetea. Ni wewe tu bado hujahiari, ni wewe tu bado hujahiyari. Ila kama ungeamua, inawezekana. Leo nataka niweze kuleta mtu mwingine ambaye aliamua watu wengine ambao waliweza kuamua kuelewa nini ambacho mbingu inataka. Jamani, uamuzi wa jambo jema, uamuzi wa kuwa wewe ukoje ni wa wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe na ufahamu wewe mwenyewe umebeba, unazungukwa na wingu la mashahidi wengi. Wewe unaweza ukaona kana kwamba mtaani watu hawakuoni wa, unadhani kanisani watu hawakuoni wa? Kunguru mwenzangu, watu wanakuona na kila mmoja na kujadili vyovyote bila anavyotaka kujadili, lakini hebu wathibitishie walimwengu kuwa wewe ni wa tofauti leo. Nataka niweze kuwaleta vijana wale ambao tumeweza kuwazoea sana, akina Meshak, Shadrak na Abednego. Haa, vijana wa Kiebrania. Katika Biblia huo wanaandikwa hawa vijana watatu kana kwamba ndio waliokwenda utumwani Babel waliochukuliwa na Nebukadnezar. No, pana Wayahudi wengi. Ukiona wewe ndugu yangu, jambo limeandikwa kwenye Biblia, kuna kitu fulani ulichokifanya. Hakuna, haiwezekani. Tunapokuwa tukimaliza siku hizi chache tunazoendelea nazo ukiona kuna jambo limeandikwa kwenye Biblia kuna jambo ulilolifanya la ziada, haiandikwi hivi hivi, lakini hebu jiulize asubuhi ya leo. Kama Biblia ungesema hii itolewe iandikwe Biblia mpya ya kwetu, wewe ungeandika kitabu gani? wewe ungeandika kitabu gani? na kwa lipi, na nani angeweza kuzungumzia habari yako wewe? Majirani majirani wangezungumzia habari yako kweli Hapana. Sasa tunapata habari hawa vijana watatu, anasema wale vijana, mnakumbuka, kwenye nasoma kitabu cha Danieli tatu kuanzia mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nane lakini ni kisa ambacho mnakielewa na si lazima nikisome, ila ili naweza kukisimulia. Kama nasoma basi, naweza nitasoma kidogo. Ukianza, okay, mstari wa kumi na mbili, kuna mashtaka yanatolewa, anasema wako vijana, wako vijana, wako vijana hapa ambao hawataki, wako vijana ambao wako katika ufalme tena, wako kadhaa hawataki kutii, umewaweka viongozi katika wilaya za Babeli. Aw, hawa vijana watatu walikataa katakata kata. Watu wengine wote wamekubali. Mashtaka yakapelekwa kwa mfalme, mfalme akawauliza, nyie vijana, ni bahati mbaya hamtaki, ni bahati mbaya hamtaki kusujudu. Nitatoa nafasi nyingine tena, utajisomea mwenyewe. Nitatoa nafasi nyingine tena, mkisikia fanyeni. E, mstari ambao huwa unanifurahisha sana ambayo natamani niweze kusoma anasema hivi ndipo mstari wa kumi na sita anasema ndipo Shadrak, Meshak na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, ee Nebukadnezar, hatuna haja ya kujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, e mfalme. Basi kama si hivyo, ujue e mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudia sanamu hiyo ya dhahabu uliyoisimamisha. tunapata wanaume watatu wanaosimama kidedea, wanamwambia mfalme, e mfalme e, kwa hili hatuna sababu yote ya kuongea. Hatuna, yani hakuna haja yani tuzungumze mambo mengine, lakini mambo haya tusizungumze. Nataka niwaambie, ni watakatifu wa Bwana, nani kwetu leo anayesimama, anayesimama kwa uadilifu, kwa ushujaa, mpaka mbingu zinajua ziandike, mpaka shetani anajua kuwa hapa kuna kazi, maisha yetu yakoja. Hawa vijana watatu wanasema liwalo na liwe, juu ya swala la ibada, usije ukatuguswa juu ya ibada juu ya hii miungu yako juu ya hii sanamu yako. Wewe si tatizo, tanuru kuwepo si hoja, tanuru kukokwa moto si hoja, askari kuwepo si hoja, watu wote kuanguka hapa si hoja kwetu. Hoja ni jambo moja tu, sisi tunakwambia ana kwa ana, hatutaki na hatuna haja, yani ni bora kufa kuliko kuishi, ndio lugha nyingine yani, si swala la kusema vipi si tunaelewa, Waadventista wenzangu, asubuhi wa ya leo, tunapokuwa tupo mahali hapa, ni mara ngapi tumesimama katika ukweli na tukaona ni bora tukapoteza ajira zetu, ni bora tukapoteza kila kitu tulicho nacho, ni bora tukakaza na nacho kwa ajili ya Mungu? Ni nani ambaye amekuwa akisimama hivyo? Ni nani ambaye anaweza kuwa mwadilifu kiasi hicho? Kunguru yupi leo anaweza kasimama, tukasimulia ya habari yake, anaweza kasema kwa dhati, kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Bwana potelea mbali, nitakuwa mwaminifu, nyama zitafika, mikate itafika. Tunatamani watu waaminifu watakaosema potelea mbali, liwalo na liwe, hata kama maisha yangu yamekuwa magumu kiasi gani. Kiasi hiki, leo nasimama bora nikafa mimi lakini jambo la Mungu likaenda kazi ya Mungu likaenda mpango wa Mungu ukaenda kila kilicho chema kikaenda. Hebu Roho Mtakatifu, hebu Roho Mtakatifu akasimame katikati yetu asubuhi ya leo, akushuhudie. Siku moja mambo ya siri nilizungumza katika wiki hii yataletwa hukumuni. Hebu tuone nia ya moyoni, mshirikishe Roho Mtakatifu nia ya moyoni, amua kutembea na yeye amua kuishi na yeye amua kukaa na yeye, na Bwana aweze kutubariki katika masaa haya matakatifu. Ewe kunguru mwenzangu, inuka leo, anahitajika mtu atakayepeleka mikate ya Bwana ili watu waokolewe kwa jina la Yesu. Hebu wote tuseme amina.